Unatazama Uvira News TV. Asante, habari zenu e, wadau wapenzi watazamaji wa kipindi cha Tujuze, kipindi ambacho kinapeperusha hapa kila muda na kila wakati, nami Abubakari Keshindi Kamwanya ambaye ni mtangazaji wako wa kila siku, kutaka kuletea dondoo tofauti tofauti, kukujuza kwenye sekta tofauti tofauti, sekta dini, e, biashara pia na mziki industry yetu inajikuza vipi pia nisisahau kuwasahau wale ambao kuwatakia heri ya sikukuu ya Eid al-Fitr kwa Waislamu wote ambao mnatufuata ulimwenguni kote. Basi leo tutapiga mastori kukusogezea kutaka kukujuza kuhusiana na msanii Dr. Malu. Ni baada ya siku nyingi sana mlikuwa mkimsikia kwenye baadhi ya radios, na pia alipata kuweza kupostiwa bali kwenye e, page tofauti tofauti za Facebook, na kuweza kutangaziwa matangazo yake huko, alikuwa yupo South Africa. Lakini mwana leo nataka tupige naye mastori yupo hapa kwenye nyamba ya Uvira News TV, na ndo atakuwa mgeni wetu rasmi ili aweze kukujuza kile kitu ambacho ameweza taka kuja kukujuza ambacho tumekuandalia leo rasmi ili uweze kujua. Basi usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV, hili uweze kupata notifications za kazi tunazofanya kila muda kila siku. Basi, uweze kuandika pale kuna session comments uweze kuandika pale kama unataka kutangazisha biashara yako, wajulishe watu kupitia Uvira News TV. Andika pale namba, eh, Uvira News TV andika neno kwenda matangazo, ili mradi uweze kutangaziwa biashara yako. Bei rahisi sana. Support vipaji vya nyumbani, support pia TV za nyumbani, ili mradi tuweze kupiga hatua moja wapo hapa kuelekea hapo mbele. Watoto wa mjini wenye pumzi ndogo wana nitaga AOG Uvira News TV kwa ajili yako. Dr. Malu vipi, na habari kwanza za siku nyingi? Na poa kwa na mshukuru so, Mungu niko fresh kabisa but mi na, najisikia furaha sana but long time, na ni first time kuweza ku, kupita kwenye eh, TV yetu Uvira News TV, ni first time yangu ku, kufanya emission na nyie o Yeah. Dr. Malu ni kabisa gesi ulihozungumza kwamba ni mara ya kwanza unapita kwenye kipindi chetu cha Tujuze like, mm, watu walizoea kukusikia Uvira, kipindi kile kwenye maradios tofauti tofauti ulikuwa unatuma content zako kutoka South Africa, na leo huko nyumbani Uvira yapata sasa kama miezi misita, yeah. unaonekana unaonekana katika eh, sehemu hizi lakini leo nilitaka tupige tu mastori makubwa sana na kuweza kuwajuza watu ku, kuwa lengo lilokufanya kutoka South Africa na wewe kuweza kufika hapa nyumbani Uvira ilikuwa ni malengo gani? baada ya miaka mingi kuweza ku, kuwa hupo nyumbani uh, unajua Uvira is my home bro huku yep. Nimezaliwa Uvira naona nimekomalia Uvira like South Africa is just a part of like kwenda hustle like is sehemu ambayo nafanyia kazi anytime naweza nikapata likizo na kuja huko na kuja ku, kusalimia wazazi yeah, kuona ma, ma fans like uh, friends you know, ndio maana ilituma natoka South Africa na kuja kuja kucheck family yeah, like uh, friends na kucheck like uh, industry how is it mm, well going on you know. Naam, katika hali ya kuweza kucheki marafiki, ndugu pamoja na industry. Hapo kwenye industry ndo tunataka tu, uh, tuingie kiukina sana sana yeah, industry, but wewe gani toka uweze kutoka South Africa mpaka ufike hapa, mazingira umeyakutaje? Na industry yenyewe umeikuta sawa sawa ama ni sawa sawa jinsi ulivyotoka zamani bro? <laughs> like, yeah, industry ni ya kawaida sana you know? yeah. ni ya kawaida sana tukue like, tu wa kweli mm. mtu akisema ukweli, kuna baadhi ya watu wanasema oh, this guy anajisikia wanapa, no ukweli ni ukweli, fact ni fact industry ni ya kawaida sana yeah. Kwa nini nasema ni ya kawaida unaona? Ukisema kitu ambacho kimesha kuwa na mabadiliko, ni pale unaona wasanii au wale watu wanaofanya kile kitu, mm. wana yeah. eh, kile kitu wana maendeleo fulani, lakini ukikutana wale wanaofanya kile kitu hawana maendeleo yoyote, that means is nothing. like in, iko simple sana, ni kitu kineke kiko kawaida sana mm unaona industry ngali tu like haiko kubwa iko like, haiko in, in the middle iko ya kawaida tu sana. Yeah. Industry na una, ulikuwa unawaza nini baada ya kuweza kuona sababu kuna wasanii wengi ambao ulikuwa una support toka kipindi hicho wasanii wa, wa Uvira wasanii wa, wa Wasangi kule nyumbani kwenu ambapo yeah. Ulipotokea yeah. Ulikuwa una, unafanya supporters toka utoke South Africa kuna industry yenyewe jinsi ilivyo, una idea gani sasa, ambayo labda wewe kama msanii ambaye Mungu amekubariki una uwezo, track zako zinapigwa hadi kwenye trust. Yeah. Unawazia nini like? Nawazia tu eh, kitu ambacho naweza nikasaidia kwamba wasanii wafanye business music yeah. wasanii wa, wa Uvira wafanye music, business music. Wanafanya music kwa sababu ya, ya, ya, like, ya kuwa tu famous, akuwe tu famous ya yep. Lakini uh, like malengo yake hahitaji ha, ha, kitu fulani kwenye music mm. Ndio maana uh, like ukiangalia kwenye music ya hapa Uvira kuna baadhi ya watu wanaua muziki hivyo hivyo mm-hmm. Au wanaoandaa kwanza ma awards yeah. They are killing industry they are killing music career yeah. Because like you know huwezi ukijajikuta uki, uki, ukija kuwa bado ungali msanii unafanya zile awards za kuandika, za kulipa pesa. Yep. Za kuandikisha like wanakuandika kwa pesa ili ushiriki kwenye award, unasikia? Mm. hiyo like, unaona hiyo industry iko aje <laughs> unaiona aje like to be honest, let me let me give you an example ne. Yep. unamwona fali Namuona. Unamuona Bena boy. Naona. Wakina Wizkid wa nani wa Davido wa kina Diamond Platinum wa nani? Hawezi akajiandikisha aka, aka kwenye like Trace Award Yeah. Kwenye afima na pesa jua mnani mm. jua nani ashiriki kwenye, kwenye award na kuja kukuta. Sasa hiyo hiyo, ukiona watu bado wanajiandikisha kwenye, kwenye award na pesa, that means ile music ya pale ingali down sana, ingali ya chini sana bro. Kosa ni nini? Unajua labda ni, ni kosa masapota? Sio masapota hata mm. waandaaji wa award, waandaaji mm. wa award wapi samani wasanii okay, wasamini wasanii wanataka msanii alipe pesa alafu akuja perform for free akuingizie pesa wewe, like you taking like you you're not taking your artist as as kama mtu iko na value. Yeah, unamwona ni mtu tu wa kawaida, juu like anapita tu mu street, you know, unampati ile valere yake ya kuwa yeye ni star. Yeah, ndio maana namuomba pesa, anakuja ana perform for free okay. Kisha anakosa awadi na akipewa awadi inakuwa ni, ni bahasha <laughs> Ukiwa kuangalia kwenye yeah. na, okay, yeah. okay, okay. na unatarajia lini labda tutarajie lini hizo uh, hali za awali kama hivyo ziweze kuisha, na labda panaumbika vitu gani vigezo gani ambavyo unaweza kusema hivi umbeke hivi labda pawe hivi mradi mziki ukawa hivi, industry iweze kuwa kama ya kisasa like, uh, kupate watu ambao wanaelewa mziki, yeah. wasifanye tu mziki kwa sababu wanafahamu mziki wanapenda unapotoa pesa kwa kufanya mziki I, unajua kama umesha, umesha investi kwenye kitu, yeah. ni kazi upate watu wanaoelewa mziki, mm -hmm. Alafu, uh, like waandaaji wapatie wapati wasanii samani wa, like, wa, wasamini wale wasanii wanaofanya zile nani. okay. yes. yeah. Dr. Malu yeah. Uh, pia tuzungumzie kitu hiki South Africa lakini leo style, music style yako, lifestyle ya music yako umeweza kubadilisha sana, sana sana, na I mean, surprise sana mimi kuweza kuona mtu ambaye alikuwa anafanya amapiano mapiano yeah. Track tofauti tofauti ambazo zipo yeah. eh, kufanya na, track za, na Mazulu sasa hmm. Nakuja moja kwa moja kurudi kwenye kuimba zile nani lugha za nyumbani muziki wa Kifuliru. <laughs> Yeah. Inaingiliaje hapa kati au kuna connection, big connection, ambayo nilipata kutoka kwa ndugu zenu ambao wanaishi diaspora wale wa Fulero kama jinsi akina Belami Sadibaba wanaopelekwa wana, wana na, na, wana na, na wabembe ambao wanaishi nje. Yeah, nashukuru sana swali nzuri sana. So unaona eh, mimi ni Mfulero. Yep. I'm a Fulero boy okay. Natokea Sange like, like, hata kama naishi huku Uvira wereva wereva like, Mi ni mfulero kabisa, unaona so unakuja kukuta sisi vijana wengi wa kifulero wa kibembe arono yeah. Kama haujatoka nyumbani huwezi jua thamani ya kabila yako yeah, yeah. Lakini ukitoka away kule, unaenda kujifunza vitu vingi sana, unakuta kuwa ulikuwa unapoteza muda kushindwa kuthamini kabila lako. Hmm. Nipokuja huku sijapata dili lolote la diaspora yoyote no, nikuja ni nikakuta vijana wengi wanataka waimbe wa kizungu mm. wanataka waimbe like, you know, Kiingereza <laughs> you know. so lakini uh, ukiangalia sisi kwenye club yeah. Tuna enjoy na muziki ya wazulu mm. Kenya mwana kuka wherever sitaki uh, yeah. sitaki kupromote hizo nyimbo it... <laughs> lakini ni mfano tu, wanapiga nyimbo za wazulu, hatusikii hata lugha. Unaona, kumbe music is not about language, kwa sababu ya lugha no unapashwa ku sell kuhuzisha ku kabila yako. Kama wewe kweli uko, uko mtu fulani unapashwa kuhuzisha ile kabila yako, unapashwa kuwa proud, mm -hmm. sijui proud, like, proud. Uh, kuwa proud na ile kabila yako na ile lugha yako, kwa sababu ile njo like njo stati yako hata uzeeke uende wapi, hautabadilisha kuwa mufuleru. Wewe ni mufuleru, utakuwa mufuleru mpaka ukufe huko mufuleru. <laughs> Unaona, lakini lakini sio eti nimepata sapoti kwa diaspora yeyote au like, kuna diaspora wana naniweka, no it's just you know there is this other guys like, kuna watu baadhi ya watu tu wana, even, shout out bro unafaa mm, vizuri mm, ngoma nzuri, tunaipenda ambao wako nje, tunaipenda mm lakini sio eti ni franga ambayo wananiweka whatever. No, ni kuna baadhi ya wadada wanaanza sema unaweza nunua hata, lakini eti madiaspora wananisaidia tena. Unauliza vizuri sana bras ni supu mjini, unajua brother, nakubali. Unauliza vizuri kwa nini brother, kuko uh... neeren, you know, kumwazi ile nyimbo nimeitengeneza imefaa vizuri diaspora, watu wamefurahi sana, wana enjoy na labda Yeah. kwa wale ambao hawajapata <kubali> ngoma zako, nikwambia tu ndugu, mpenzi mtazamaji wa Uvira News TV, ingia kwenye uh, youtube channel yake, andika Dr. Malu. Uh, moja kwa moja usisahau kwanza kushare ku like subscribe channel hiyo, ili mradi uweze kupata dondoo za kazi zote zinazozifanya uh, kijana huyu ambaye ni Dr. Malu anatoka South Africa, ana sacrifice life kwa sababu aje aone nyumbani panaendelea vipi, industry ya muziki wa nyumbani wa kwao unaendelea vipi, na kuweza kujirudisha katika game ambayo anaimba nyimbo za uh, za kikabila za kifulero, all wafulero ambao wanatufuata wakiwa nje wakiwa Australia, eh, South Africa, pia wafulero ambao wanapatikana Eh, Canada, eh, USA pia muweze kumsapoti kijana kwa sababu sio easy sana kuweza kukwama kukwama mziki mkubwa na kuweza kurudi kwenye ngoma za nyumbani kwetu. Lazima tu promote lugha, wana lazima tu promote lugha ili mradi mambo yetu nao yaingie katikati. Kwanini kizulu? Kwanini eh, kileo ki, eh, ki, uh, akina Harmonize, wanapromoti lugha za nyumbani kwao kama hizo lugha yoyote wanakipromote, unasikia wanaimba ngoma bila, bila Dr Malu yeah. Track hizo ambazo umezifanya ume umesikia mnyere eh, ni ngoma ngapi? Idadi ya track ngapi ambazo umeshazitengeneza? Eh, za, ningo, za, za, za, za sound ya nyumbani Brother, to be honest nina nyimbo zaidi ya hata 50. wow. nyimbo hata senkanti ya nyimbo za kifule yeah. ambazo ziko zikondani, ila like for now nimesha toa like uh, I think nyimbo kama ine, sio ine, tano like mm -hmm. nyimbo tano ah. kuna nyimbo tano tu ambazo imetua, lakini ikuna zaidi ya 50 ambazo zikondani. Ulifanya collaboration na uh wasanii wengine au ni peke yako tu, zile ngoma unazofanya hizo uh, uh, za asili? Kuna baadhi ya wasanii nimeshirikiana nao uh. Kuna baadhi ya dada mmoja anaitwa Olga. yeah. ni msanii ambaye niko najenga kwenye upande wa wanawake, sababu nikuja kukuta huko hakuna hata wanawake ambao wanaimba lugha yetu ya asili vizuri. ah, no, sana no, ni ni, ku, ni kuambie congratulations kwa kwa hiyo kitu ambacho umekifanya, asante Hini sana, umeonyesha moyo wako lazima awe kitu cha mabadiliko katika yeah. E, nafasi pia ya, ya kuweza kupromoti mziki wa, wa nyumbani. yeah, Bro. Yeah. Like zipo nyingi sana eh. Very soon naenda ku drop kila nyimbo moja, moja moja kwa sababu nimejikuta na, na upenda sana mziki wa kifuleo. mm, mm. Like, people, like watu wanaongea like, wanasema eti nyimbo za asili. No, sio nyimbo za asili ni nyimbo ambazo nimeimba kwenye lugha ya asili oh, Sio nyimbo za asili, watu wanielewe. Mi sifanyi nyimbo za asili, nafanya nyimbo kwenye lugha ya asili ya asili yeah. yangu ya kifuliru mm. Sifanyi nyimbo za asili ya kifuliru no, ni kama vile wengine wazungu wanaimba kwa Kiingereza mm. ile ndio lugha yao ya asili, ya asili. Yeah. Nani, sio wanafanya mambo mawili ya, ya, nyimbo za asili na lugha ya asili lazima. yeah. Yeah, eh, pawe eh, nini utofauti kati ya um, kujua na ujue kabisa, yani kuna utofauti wa nyimbo za asili na kufanya nyimbo katika lugha ya asili ye yeah, anafanya nyimbo za kisasa katika lugha ya asili yake ambayo ni Kifulero. Like ingekuwa naimba Kifaransa tungependa tunge appreciate na pia kizungu tunge appreciate. like, ni lugha ya nyumbani. Hata kizulu ni lugha ya asili, lakini waliipatia promotion wakaifanya kuwa hivyo. Wanapoimba na mataifa yoyote, wanaimba ni ile lugha ya nyumbani. Mimi ni, appreciate sana kazi ambayo umefanya, nashukuru sana, uh, like, tuambie project ambazo umezifanya toka Afrika mpaka sasa uh, kuachana na muziki vitu ambavyo vitengenezwa kwa sababu ulikuwa na idea ambayo kile tunapiga kipindi kile, sitaki kuongelea sana kwenye hiyo swali la, sitaki kushare vitu. Kuna baadhi ya watu watasema huyu jamaa anajisikia, najua kweli watu wanasema like, eh, unafanya ili watu wengine wajinspire kutoka kwako. yeah, yeah, yeah lakini uh, kwa sasa si, sijakuwa tayari kushare my life, life. Eh, okay. My life story, kwa public. Mdugu mpenzi msikilizaji, yeah. Ikiwa tayari tutashea pamoja na yeye, kwa sababu ni msanii wetu, yupo hata akiwa yupo, yupo South Africa, tutafanya vitu, kwa sababu mitambo kishaboreshwa. Najua kila kitu kitakuwa kipo sawa, na wasanii ambao tutakuwa wako out country, tutapata nafasi ya kuweza kupiga nao mastori kedekede hapa kwenye kipindi cha Tujuze. Basi, Dr. Malu, mm, ni msanii gani wa Uvira ambaye unajinspire sana ukisikia track zake, life the way ana anaimba, eh, life yani, life music yake. Msanii gani ambaye unakuwa? Kuna kauli moja wanasema eti nyumbani kwanza, nanchekeja <laughs> <Bro>. hmm? <laughs> ah, <bro>, <laughs> sana Msanii ambaye ameniinspire pa Uvira? yep. Ah, come on bro oh ah, come on bro <laughs> <laughs> unajua <diwa>, acha <actually>, like <laughs> yo bro, unaona, mtu ukisema mtu fulani ameniinspire yep. Kuna vit, kuna vigezo ambavyo vinasababisha ule mtu wa kuinspire. yep. Yeah. Ushaga wai kuona nani tajiri anakuwa inspired na maskini? Hapana. Ushaga wai kuona maskini anakuwa inspired na maskini mwenzake Hapana, sasa jibu langu ni kwamba msanii ukitaka kuwa inspired na msanii yep. lazima ule msanii akuwa asha kuwa successful mm-hmm. na ma asha kuwa mabadiliko makubwa sana yep. kwenye ile kazi. Ile kazi, yep. Mimi siwezi kuwa inspired na mtu ambaye hana maendeleo ya, ya kazi bro. Why? wanafaa vizuri like, wanafaa vizuri yep. lakini siwezi kuwa inspired na msanii Ah, ili maendeleo iwe sasa. Maendeleo. Maendeleo iwe wa sasa. Maybe wasanii ambao ungeniuliza, wasanii ambao wanajitahidi kufanya vizuri you understand, lakini ah. <laughs> <laughs> <laughs> <This guy, bro. laughs> na mambo mengi sana, no. mengi wanaofanya vizuri. Vizuri. Yes. Yes. wanaofanya vizuri. vizuri wapo wengi mm. wapo unaona mm. wanafanya vizuri Mimi, kwanza kwanza, msanii wangu wa kwanza, sio kwa sababu anafanya vizuri sana, but kwa sababu iko proud mm. na na asili yake, na wasanii wakina, mimi nitakutajia wakina, na, wakina eh, Sadi Baba mm. wakina Belami Mireye ule ah, mm. ule mwingine ule like that guy you mi know, nitakutajia <laughs> <laughs> wale, kwa sababu wako so proud Yeah. na asili na, na, na, na, yao unaona mm. wanafanya nyimbo za sio kwa sababu na mimi nimejua ni ile nani lakini yeah. ukiangalia ukilinganisha hata nyimbo zao ziko ziko na numbers kubwa bro, ziko huh? na numbers kubwa sio yetu yeah. kwa sababu kwa ubaya yeah. like this this guy like Mr. Gave is my guy. yeah eh Kashilian is my boy, mm. which, like, is my boy. Mm afanye vibaya, anafanya vibaya, no, msinielewe vibaya. Afanye vibaya is a good artist lakini opinion zangu mimi. Kwa wewe, kwangu mimi mm. kivyangu wasanii ambao wanasikia wana, wana, like, wana, wananivutia ni hao wasanii ambao nimetaja. Kwanini? Kwa sababu wanafanya nyimbo wanafa, wana, wako proud na asili yao. Lakini wakina anafaa vizuri sana kina Sugar Boy anafanya vizuri sana, unaona, lakini wale ambao nimetaja, no. Naam, kwa ufupi tumemwelewa, nasema asili kwanza na Dr Malu, yeah. Ni tumefika mwisho, uh, wa interview pamoja na wewe yeah. Labda kuna ujumbe fulani ambao ulikuwa nao kwa sababu ya kuweza kushea na wana wenye kutufuata eh? Yeah, e, kwanza acha niseme shukrani sana kwa kunialika kwa uongozi wa Uvira wow. News TV wao mwenyewe hapa kunialika ili tupige masori mawili matatu. Eh, neno la mwisho ni kwamba eh, hii inaenda directly kwa mapromoters na mapresenters yeah. mm. Eh, mapromoters like, like najua na, na promoter na eh, presenters wana watu, watu wanaelewa, wako tofauti. Promoters ni wale ambao wanaandaa ma event, wherever presenters ni nyinyi watangazaji wherever na no? watu wana present kitu fulani. So, ni kwamba wawekeze nguvu sana kwenye vipaji vya nyumbani. Mm. waongeze ubunifu wa kutangaza. Mm. wa kuandika ma captions. Mm. Eh, singependa kuongelea kuna kijana ningeongelea hapa lakini sitaki kumwongelea kwenye TV yenu. Ni promoter ana, anaishi nje. Yep. lakini alikuwa anaishi hapa Uvira napendaga gisi anaandikaga caption nzuri like yeah. mtu akiandika caption, mtu mwingine anasoma inampa attention ya kujua nini kinachoendelea. <coughs> y yeah, yeah. Unaona, ubunifu kuwe mwingi sana, ili watangaze mziki wa nyumbani, na upendo wa mziki wa nyumbani ukuwe mwingi sana mm. Tuupe pasenti nyingi sana tu support wasanii wa nje. Wale wa nje washagafanyikiwa kweli na, na wanatangaza asili zao, wanatangaza culture yao culture yao kule sisi tunatangaza kriteria ya huko nyumbani kwetu Uvira, tunatangaza mziki wa Uvira, lazima mtuwekeze eko nguvu ili tunasie tufikishe vitu fulani huko mbele, unaona. Na kingine eh, eh, cha mwisho cha kusema kwamba mashabiki nawapenda, napenda sana washabiki wa Uvira, wanajitahidi kwa sasa mm. wanajitahidi kufuatilia muziki wanajitahidi sana sana shara ukwenye. Mashabiki nyinyi namba 1 kabisa wa Uvira na wa inje wenye wa, wa, wanapenda mziki wa nyumbani, sharao sana yep. Big up sana kwenye, kwa sababu eh, siku hizi nakuta na vijana kabisa wana, wanaongea kuhusu mziki wa Uvira. Nasema na la mwisho tu nikusema kwamba mwendelee kusupport mziki mni support, na banga zizi zinakuja nyimbo kali sana, nataka ni switch. Unajua mimi mzee wa kubadilika. Kama vile neno la mwisho ni kwamba Nawapenda sana. Shara kwa nyinyi wote na muendelee kusupport TV yetu kubwa hapa na Uvira News. Yeah. Niita Abubakari Kashindi Kamwanya. Macho paka hazeki. Muhuni nilizaliwa jinga tano jipange kwa miundombinu hili kuweza kunidhibiti. Watoto mjini wenye pumzi ndogo wananitaga AOG. Asante sana nyuma kamera Moses Majaga yope, usisahau kushare, ku like pia kusubscribe channel yako ya Uvira News TV ili uwe wa kwanza kupata kila notification za kazi ambazo nazozifanya usiku kama vile mchana. Unatazama Uvira News TV. Asante.